Wadada wengi mnao waona hawana watoto, sio kwamba hawana watoto, ila wameua watoto wao. Yaani, kuna wadada ametoa mimba sita saba, alafu unasema nimemuoa dada hana mtoto. No, umemuoa dada mfiwa, ambaye alifiwa na watoto wengi. Si bora huyu, ambaye alipofanya dhambi hakutaka kufanya dhambi ya pili ya kuua, akasema ile moja inatosha, akatubu, akalea mimba kadhaa. Maana yake anakuonyesha kwamba hata utakapomuoa hata watoto wako watakuwa salama kuliko huyu muuaji, ameua watoto wengi. Sasa kuna mabinti wengi mumejiingiza katika hizo dhambi bila kujua unaharibu fyucha yako ya baadaye. Yaani unasahau kwamba wewe ni mke wa mume wako wa baadaye, yaani unaishi ni binti, lakini tayari kwenye akili unapaswa kuwa na mume wa fyucha yako. Sasa unapochezea mwili wako sasa unaruhusu hii vijana hawa Gen Z wakufanye uwanja wa ground ya mazoezi. Atakayeteseka ni mume wako wa baadaye, yule ambaye atakuwa sirias, atakuoa. Anakuoa ulishamaliza mayai yote, umeharibu uzazi wako Tunakuja kufunga ndoa hapa, tunawaombea Mungu akawajalie mkapate watoto. Moyoni nasema sijui kama wamebaki, maana nilimaliza wote. Alafu baadaye unakaa na mume wako wa kweli, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mnaanza kukamata wachawi. Ameniroga shanti, ameniroga mjomba, anko, sijui nyanya, sijui nani neiba, wameniroga sipati watoto. Unasahau watoto uliotoa. Inawezekana Mungu alikupangia watoto saba umesafisha wote. Alikupangia labda watoto wanne umemaliza wote. Sasa baadaye unakuja kujuta kwa nini nilitoa, lakini muda umefanyaje? Umekwisha, umefika kwenye ile miaka ya majuto.